Mm -hmm. Inna Allah kana alaykum raqiba. Mm -hmm. Alladhi Mungu amba kwamba tasaaluna bihi kesho mtakwenda kuuliziwa mm -hmm. na kuna ayatun kathira mm -hmm. aya nyingi sana zimekuja. mm -hmm. na kuna ayatun kathira mm -hmm. aya nyingi sana zimekuja kuhusiana na jambo hili la kuunga nini la Kizaz. kuunga kizazi tuje no. kwa bwana Mtume kuhusiana na jambo hili la kuunga nini Kizaz. la kuunga kizazi tuje no. kwa bwana Mtume Muhammad ar-rahman Eh, kwamba Mwenyezi Mungu akasema unga. Mungu anakufanya nini? Unga Mungu anakufanya nini? anakuunga ana mm. ukiungwa na Mungu mambo yako yote ni mazuri mm. yote ni mazuri. Ukikata kizazi Mungu atakufanya nini? Atakukata, atakukata, atakukata mm. na ukikatwa na Mungu watarajia nani? Ataweza kufanya nini kukusaidia? Ni kuharibikiwa, hata ukawa na, na, na, na, na, na, na, na, na mali namna gani. Katika athari ya kukata kizazi ni tadmir, ni kumaliza, yani maisha ya maisha yako kwa ufupi mm. Utakavyojiona huko utakavyojiona, utaharibikiwa mm. na utaona hapa hapa nini mm. hapa hapa duniani ndio tukamwona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, jambo la kwanza kama tutakavyoelezea huku mm. alikuwa akiingia pahali yeye kuhusia watu waonge nini waunge kizazi. Kwa sababu gani mm. kwa sababu katika natija ya kutounga kizazi ni pale pahali kuharibi. Kuharibi. Kuharibika maisha, kudidimia mm. Ndio utakuta leo katika wako yale, kila umwonaye hulilia nini? Matatizo, hulilia matatizo. mm. kila umwonaye hulilia matatizo. Bwana, hivi hivi, huyo tajiri pia mm. Bwana, biashara yangu imefanya nini? Imefilisika, imeshuka hmm. haiendi vizuri, mazao yalikuwa namna hii, yamekuwa namna hii hmm. maskini ndio simuulize kabisa mm. Ona, kullu wahidin minna yashku dahrahu, kila mmoja ashtakia ulimwengu, ulimwengu wake jamaa hmm. kwa nini aina alkhalal, kosa liko wapi? Tume, tume kwa sababu tumekatwa, aha kwa kwa sababu sababu tumekata kizazi hmm. tulipokata kizazi Mungu ametufanya nini Kato. ametukata na yeye Sheikh hmm. yeye Sheikh Al-Qadhi Iyad, mwanachuoni huu, naam hmm. rahimahullah, asema ku ku, ku, ku, kulingana na na, na ma, maudhui ya silatu rahim, atuambia hivi wala khilafa anna silatu rahimi wajibatun

kuwa kuunga kizazi ni nini? Ni jambo la lazima, ni jambo la, la wajibu wa anna qati'ataha muharrama. Kukata kizazi ni jambo lilofanya nini? Lililoharamishwa, lililoharamishwa. Akatoa hadithi ya Asma. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Asma wakati alipomuuliza asilu ummi, ni muunge mama wangu akamwambia naam, sili ummaki, muunge nani? mm. muunge mama wako. kwa sababu so, mama yake alikuwa ni kafira, mama yake alikuwa nani? Kafir, ni kafiri, lakini halikuumpa hili. Sababu, Asma kama mbaya alifikiria kwamba mimi mm. ni Muislamu, sasa ni mtukufu, mama yangu ni kafiri mm. vipi? Nitafanya nini? Nitamuunga, itaendana namna gani? Hili likawa linamtia tashwishi sana, akaenda akamuuliza nani, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a asilu ummi, hali ilivyo ni hii, ni kafira yule, ni kafiri mm. ya Rasulullah, ni muunge, ni unge kizazi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, naam, sili ummaki, muunge nani mama ako, hata kama ni kafiri. Akamwamrisha aka no. amuunge mama, mama. Kwa hivyo hii ndio hukumu ya kuunga kizazi, ndugu wa Kiislamu, ndugu wenye kutusikiliza kwamba silaturrahimi hukumu yake ni wajiba mm. kuunga kizazi ni wajib, ni fardhu aini, ni lazima. na kukata kizazi mm. ukikata kizazi huwe, ni lazima. na kukata kizazi mm. ukikata...